Maombi kutokana na Zaburi ishirini na saba. Na tuombe. Ee Bwana, wewe ndiwe nuru yangu na wokovu wangu, ni nani nitakaye mogofu? Wewe ndiwe ngome ya maisha yangu, ni nani atakaye nitia hofu? Hata waovu wanaponikaribia kunila, wao wenyewe hujikwaa na kuanguka. Hata jeshi likipiga kambi dhidi yangu, moyo wangu hautaogopa. Hata vita vikija kunipiga, bado nitakutumainia. Moyo wangu una umbi moja kwako, e Bwana nataka kukaa nyumbani mwako siku zote za maisha yangu, ni kuangalie uzuri wako na kutafakari hekalu lako takatifu. Katika siku ya shida, utanificha ndani ya hema lako, utaniinua juu ya mwamba, na maandui zangu hawatanifikia. E Bwana, sikia kilio changu ninapokuita kwa sauti kuu Uwe na rehema nami, unijibu. Moyo wangu unasema utafute Bwana. Ee Bwana, uso wako nitautafuta. Usinifiche uso wako, wala usinikatae kwa hasira. Umekuwa msaada wangu, usiniachilie wala usinitupe. Hata baba na mama wangeniacha, wewe Bwana utanipokea kwa upendo. Unionyeshe njia zako Uniongoze katika mapito ya haki, usiniache mikononi mwa maadui zangu, bali unilinde na ulinzi wako. Ninaamini kwamba nitaona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Nitakugoja kwa tumaini, ee Bwana, nitakuwa hodari na mwenye moyo thabiti. Naam, nitamgoja Bwana. Amina. Tunakushukuru kushukuru kwa kuomba pamoja nasi. Tafadhali jiunge na familia yetu ya Maombi Tulivu kwa kubonyeza subscribe. Usikose maombi mengine ya kila siku. Amani ya Kristo iwe nayo.